Katika uwekezaji, kila mtu ana mawazo tofauti. Wengine wanadhani hawawezi kabisa kuwekeza kwa sababu ya mshahara mdogo, ugumu wa maisha, au majukumu ya kifamilia. Lakini wewe unaweza kuchagua kuwa tofauti, kwa sababu uwekezaji halisi hauanzi na pesa, ila unaanza na fikra sahihi. Alafu tunafata sisi, Luck Real Estate, ambayo tumedhamiria kukusaidia kuwekeza hata kama kipato chako ni kidogo. Tunakupa fursa ya kumiliki ardhi kwa utaratibu rahisi kabisa wa malipo kwa awamu. Karibu uwekeze Mahomanyika, ambapo ni kilomita 25 tu kutoka katikati ya jiji la Dodoma, lakini kilomita tatu kufika unapojengwa uwanja wa ndege Msalato na ni kilomita 2 tu kufika Mtumba Magufuli City. Pembezoni mwa barabara hii ya mzunguko tuna viwanja vya makazi na biashara, ambapo skwea mita moja ya viwanja vya makazi na biashara ni shilingi elfu ishirini lakini viwanja vya biashara skwea mita moja ni shilingi elfu ishirini na tano. Kuzingatia viwanja hivi ni vya kwanza na vya pili kutoka Ring Road. Unaweza kuwekeza parking za magari makubwa yanayopita hapa, vituo vya mafuta, garage, frem za maduka na uwekezaji mwingine, na ukumbuke kwamba una nafasi ya kulipia kuanzia miezi mitatu mpaka miezi sita, na ukikamilisha malipo swala la hati tuachie sisi.